Mnataka mimi niwape watu wale walioathirika 2020. naamini wengine hamtaweza kuwasikiliza u. wale walioathirika 2020. mimi naamini 100% kuna watu humu hamtaweza kuwasikiliza mkiwasikia waliofanyiwa 2020. watizame leo watakuwa na wasiwasi kiasi gani. Eh? hivi leo tunapozungumza tumepiga kelele tumesema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 na unakwenda mwenzako, umefanya juhudi zote zote zote, umemaliza mwisho, mtu anakwambia tukae, tuje tugawane majimbo, uchaguzi tuwafanyie watu utapeli. Uchaguzi ndo unaojenga akauntabiliti watu kwai. Mimi sijaumbiwa kwamba niwe <laughs> niwe na nafasi niliokuwa nayo